Kwa kifupi, hifadhi ya taifa Ibanda Kyerwa ilipandishwa hadhi ambayo ilikuwa ilikuwa ni pori la akiba, kutoka pori la akiba kuwa hifadhi ya taifa kwa tangazo la serikali namba 59 la mwaka 2019 tarehe 5 mwezi wa saba. Sasa tokea hifadhi imepandishwa hadhi kwa hifadhi ya taifa kumekuwa na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika ili kuifanya hifadhi iwe kamili lakini pia iwe moja kivutio, eh, ya vivutio ya hifadhi za taifa Tanzania. Moja jitihada ambazo zimefanyika ni pamoja na kuimarisha, eh, miundombinu ya barabara lakini pia kuweka miradi ya mkakati kama huu mradi ambao tunaona sasa hivi mradi wa ujenzi wa geti la wageni la Kifurusa Kifurusa Geti Kompleks. Geti hili linatekelezwa na, e, kwa kwa kwa, kwa bajeti ya eh, hela za Kitanzania bilioni e, sh, e, 3.9. Mradi huu umeanza mwaka 2023 mwezi wa 9 tarehe 22, na tunategemea kukabidhiwa mradi huu mwishoni mwa mwezi huu, mwishoni mwa mwezi Mei, e, mwaka 2025, kwa maana ya kwamba kabla ya mwaka wa fedha kuisha kwetu sisi kama wahifadhi, mradi huu utakuwa na tija kubwa sana na niseme tunamshukuru Mheshimiwa eh, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dkt. Samia Suluhu Hassan eh, kwa kutoa fedha hizi ili kuweza kuboresha miundombinu ndani ya hifadhi. Moja, faida ya mradi huu ni moja, eh, utaongeza utendaji kazi eh, ndani ya hifadhi kwa maana ya kwamba ukusanyaji wa maduhuli kutaboreshwa kwa sababu kutakuwa na mifumo ya tehama kwa maana kwamba wageni wakifika watatumia muda mrefu kuweza ku, ku, ku, kulipa zile tozo, lakini pia kuingia ndani ya hifadhi na kufanya utalii. Lakini pia e, utasaidia katika e, e, uhifadhi kwa maana kwamba shughuli za ulinzi. Tulikuwa na changamoto ya nyumba za watumishi tunaona kuna e, mradi huu utaweza kutoa marazi kwa watumishi 16 sita nje kwa hiyo kuwepo kwa hizi nyumba e, manake ni kwamba tatatua changamoto kwa sehemu e, changamoto ya maradhi ya watumishi. Kwa maana kwamba shughuli zetu za ulinzi zitaanzia ndani ya hifadhi muda wote. Kwa utaweza kuhifadhi lakini pia kuzuia e, uharifu kwa maana kwamba majangili. Lakini pia tukumbuke hifadhi e, ya Ibanda Kyerwa ni hifadhi pekee ambayo inapakana na nchi tatu. Wananchi ya Rwanda na Uganda. Sasa hawa wenzetu ni washindani wakubwa sana. Na hifadhi ya karibu hapa kama Lake Mburo National Park. Kwa hiyo tunategemea e, wageni wakitoka Uganda kwa kuwa hawa ni majirani zetu wa karibu, basi wapate msukumo wa kuja kuitembelea hifadhi. Baada ya msikumu kutegemea sakiti ya maana kwa maana kwa mzunguko wa kaskazini kwa hifadhi za Serengeti labda Tarangire na Manyara, lakini hifadhi pia inaweza kuwa na na, na, na muunganiko wa hifadhi hizi za mwisho <coughs> wa siku baada kutegemea wageni wanaopitia Tanzania tu, lakini pia wageni wakifika nchi za jirani watapata na mvuto wa kuja kutembelea hifadhi yetu eh, wengine pia wageni pia wakifika, wakipata huduma nzuri, wanapata wana, wana, wana experience nzuri, wanatoa neno la kutusemea sisi kwamba wamepata huduma nzuri, lakini pia ni jitihada za wapu kuunga mkono jitihada za mheshimiwa rais za aliyotoa ila aliofanya ya kuweza kutangaza utalii nchi ya nchi. Kwa hiyo sisi kama watendaji watendaji wake wa chini tunajitahidi kusimamia kile ambacho e, rais ana, anaona mheshimiwa ana maono ili tuweze kufikia lengo la taifa kwamba wageni watao milioni mbili na sasa tumeshaanza kuona wageni wakifika wanaongezeka, japo kuna changamoto kidogo, lakini tunaamini kwa jitihada ambazo tunazo na, na sapoti ya mkoa na taifa na wizara kwa ujumla, basi tutaweza kufika ambapo tumekusudia. Labda niseme hifadhi bado ni changa, kwa maana kwamba haijaimarika sana kama hifadhi zingine ko ni wasihi wa Tanzania wazawa, basi tuchangamkie fursa ambazo ziko ndani ya hifadhi. Hifadhi ina vivutio vingi, ina maeneo ya wawekezaji na maeneo ambayo tumetenga kwa ajili ya wawekezaji wa wa mahema ya mini kambi za mahema tented camps. Kwa hiyo tunawasihi mje mwekeze ili muweze kufanya biashara, lakini pia wale ambao wana, wana magari saueta magari yenu uweze kuungana pamoja uweze kutoa huduma kwa wageni. Niseme tusiwe na wasiwasi, najua faza kuanza watu wanakuwa na mashaka, wageni watapatikana, lakini tunaamini tunapoweka miundombinu ya utalii mwisho tunafanikiwa. La mwisho nitoe eh, rai kwa wa Tanzania wenzangu. Sasa hivi tuna mashindano ya ya kidunia eh, tunasema World World Travel Award. Naomba tupige kula kwa, kwa zetu ambazo zimechaguliwa kuwa eh, vivutio vya nchi ambayo vinashindanisha na hifadhi zingine kimataifa. Kuna Serengeti, Kilimanjaro, kuna hifadhi ya taifa ya Kitulo na hifadhi ya taifa ya Tarangire na hifadhi zingine pia. Kwa hiyo tu, tu, tu, tutumia nafasi hii pia kuzitangaza hifadhi zetu ndani ya nchi na nje ya nchi. Hifadhi zetu zinaposhinda kimataifa, maanake ni kwamba tunaongeza muono, tunasema visibility, yani uwezo wa, wa hifadhi zetu kuonekana kimataifa. Kwa hiyo unaweza ukafanya jambo anala kawaida lakini linaongeza zetu kuweza kuonekana ndani na kupata ushindani mkubwa kwa kazi zingine za, za nchi ya nchi.